Naam, kwa majina inaitwa Black Shillings, si mtoto mdogo mwenye pesa nyingi. Na ukihitaji no pesa njoo saa tatu a saa sita na ukija saa sita ndio na mafuta ya kula, maana nyama nayo. Mimi tumeamua sisi kama katuni, tumekaa chini, tumegundua kwamba Jose Camilion na Profesa J wameweza kupona, na sisi kama katuni tumekaa chini, tumeona kweli hao watu wamepona. Wale wachawi wote waliokuwa wanasema kwamba hawezi kuishi, na tunawaombea aa watu wawili waweze kuishi, watuletee ngoma kali, kama divyosivyo livyoiti kali hapa, na tukaipenda sisi kama katuni tumeamua tuwaombee, na tumewapa nguvu mpya, na tunaombea usiku kucha wa, waweze kutuletea kitu kingine kipya. Eh, tunategemea muda wowote. Sisi kama katuni tumeshaona mbali, darubini yetu shaona, shaona mbali, na tuna muda wowote tunawaletea kazi mpya Jose, Kamilion na Profesa J. Sisi kama katuni tumeshakaa chini, tumeshaunda kitu kipya. Muda wowote mweze kusapoti, mtume komenti zenu za matusi na laiki zenu za matusi.